Naomba mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wataala aniongoze mazungumzo yangu yasiwakeli, na asimamishe afya zetu za akili na za mwili, yale tunayozungumza yawe faida katika maisha yetu. Mada ambayo nitazungumza ni kero ya umma, sema kero ya umma. Na bahati nzuri nimewapata hapa, nimewapata wanawake, nimewapata na wanaume Anamwomba Allah niongoze nizungumzie kero ya umma. Wanawake ndio watu ambao wamekata tamaa kwenye ndoa. Kila shekhe akisimama hapa, yoyote akija hapa, utasikia wanawake, waheshimuni waume zenu. Shekhe yoyote akija kutoa mawaidha ataanza kuzungumzia haki ya mwanamme kutoka kwa mke wake. Hakuna shaka anayezungumza, wanaume waheshimuni wake zenu. Wanawake wamekuwa kama jalala ya kutupiwa makombo. Wanawake wamekata tamaa ya ndoa. Wanawake wanafukuzwa kama mungu iliyokosa mtungaji. Ndiyo maana nimekuja kwa ajili yenu. Semeni inshallah. Semeni inshallah. Insha na naomba sizungumzi vitu vya kichwani. Taraktu fikum amraini ma intamasaktum bihima lan tadhilu ba'dahu kitabullah wa sunnati rasulillah. Nabii Muhammad anasema na kuachieni mambo mawili. Lau mkikamatana nayo hamtapotea baada yangu, na kuachieni Qur'an. Ndani yake kuna herufi laki tatu, maneno 7, sura 114, aya 6236 ndani ya Qur'an. Mada ni tano: tauhidi, tabshiri, indari, historia na dua. Naam, nikisema ndoa nazungumzia Uislamu kwa sababu wa kwanza kuoa ni Mtume Muhammad. Sema ndoa ni mwendo wangu mimi mtume, anayetaka kuniiga aingie kwenye ndoa. Unapoishi maisha magumu na mabaya kwa kumtesa mke wako na kumnyanyasa, kuna wanaume mko hapa, toka mmeoa haujawahi kununua hata mafuta kumpelekea mke wako. Mke wako anataka samaki hapa mjini na mademu wanane kuna hawara yako anakula, unamlisha vizuri, umempangia. Una hawara yako, unampa chakula, unampa nyama, unampa mambo mazuri, mke wako anateseka na watoto nyumbani. Jiandaye kuingia katika moto wa Jahannam, jiandaye. <laughs> Mke wako si malaya wala yeye si mtumwa wa kumvika vikama mwili upate kunuka hata idi umekosa ume, ume, ume aibu idi imeisha hata kanga ya hindia umeshindwa kumnunulia mke wako na usiku ukitaka unataka upige kama unataka kuua menielewa niseme nisisemi wanaosema mkono juu, raha sio raha, raha sio raha. Niwachapa nisiwachape nini? Nawachapa alafu sijali wala nini? Unafikiri utawapata wake hawa tena? Uwezi kuwapata, hakuna mahala pa kuwapata tena hawa. Kati ya mke na mume ni nani anayeleta furaha ya ndoa ndani? Ngojeni <tipulia> nijibu. Wengi wanadhani no, furaha ya ndoa inawekwa na mwanamke. Maneno ya uongo, na ndio maana wanaume wengi sasa hivi wanachanganyikiwa hali yakuwa ni wazima, kwa sababu wanakwenda kutafuta furaha ndani ya nyumba, furaha ambayo hawajaiweka. Kwanza iweke furaha ndani ya nyumba alafu ndio toka nenda kaitafute, usitafute furaha ambayo haujaiweka. Naam, ndio ukweli ulivyo. Kuna wanawake hapo, ukiwauliza, ndoa imekuwa hapa kama makohozi, kumeza hawezi, kutema hawezi, amebaki. Ingekuwa si watoto ningekuwa mm, nimeenda ni nyumbani. Mtoto wake wa mwisho ana miaka ishirini, we mwenyewe hana pa kwenda tena. wanawake wengi hapa ukiwatazama, wallahi, ukiwatazama, wao ndio wananunua nguo za shule za watoto, wao ndio wananunua chakula, wao ndio wanafanya kila kitu ndani ya nyumba. Mume kazi yake Simba, Yanga, nichape nisichape, alafu sijali wala nini. <tipos> wangalie wanawake wa kwenye ndoa wamechoka, hali ya kuwa bado vijana. <tipos> kwa sababu wanawake wengi hawahudumiwi kabisa. <tipos> unakutana na mwanamke yuko kwenye ndoa, ukimtazama mbele kama nyuma, nyuma kama mbele, akikooa kama anatapika, akitapika kama anaharisha, haeleweki. Mwanamke mkono wako utafikiri msasa akimpapasa mmeushukisha yeye ndio mjua nani huo utaniuliza. Ni wachape nisiwachape. Ni wachapa. Tuna wachapa. Sema la ilaha illa Allah. Mwanamke ni huo nyekundu. Sheria inasema mwanamke anapomaliza kuzaa, akanyonyesha. Baada ya kumaliza kunyonyesha, mume anatakiwa amlipe mke wake kumnyonyeshia mtoto, kwa sababu hamna mtoto anaitwa Zainabu Zainabu Mwajabu, au Zainabu Zuena. Mtoto lazima jina lake liwe la kwanza, jina lake la pili liwe jina la baba, sio la mama. Mtoto anayepatikana kwenye ndoa ni mtoto wa baba, sio wa mama. Mtoto anayepatikana nje ya ndoa ndiyo mtoto wa mama. Kwa kuwa mmefunga ndoa na umezaa na mke wako mtoto, mke wako amemnyonyesha, lazima mke wako atakudai, kwa sababu unatakiwa umlipe. Haya, niambieni hapa, nani amelipwa na mume wake? kama mgambo wa manispaa, hauna muda wa kutania na mke wako, hauna muda wa kucheka na mke wako. Ukiingia umenuna, ukitoka umenuna, ukila umenuna, hata usiku ukitaka kule kile chakula kikubwa cha maji maji. Wakati kabla ya tukio, kuna kitu kinaitwa mulaaba. Yani kama ni mechi, kwanza mnafanya warm up, au sio? mnafanya nini wao, mnafanya lazima kawepo maandalizi ya kuandaa yale mazoezi, lakini unakuta mwanaume anaona yeye sasa ndio dini imefika kwake. kuna mbona kuna mm. nyingi usiku tayari mm. sio hivyo Mtume Muhammad, Mtume Muhammad, Mtume Muhammad, kama mjui Mtume alikuwa anatania na Bibi Aisha, sawa Bibi Aisha siku moja alimkuta Mtume ameelekea hivi, Bibi Aisha akaja akarukia mgongoni, na nyinyi mnajua mtu akiwa mgongoni, alafu Mtume akawa anampiga hivi. Mnajua anapiga wapi eh? Mnajua anapiga wapi eh? Bibi Aisha kwa mgongoni, Mtume akawa anapiga piga, anapiga piga, anapiga piga. Wewe sasa leo nenda kajaribu kwa mume wako, nenda kulazwa hospitali leo leo kanoa noa. Kama huwezi kufanya mambo yafuatayo acha kuoa. Kisha kama msela midheli, umekubali kuoa, lazima uhakikishe kwamba ukula kwake kuko chini yako, kuvaa kwake kuko chini yako. Lazima uhakikishe mafuta yatatoka kwako kila kitu ni kwako. kama uwezi, acha, usipati dhambi sokoni. na sababu lakini pamoja, mnanipa hela siwaachi bure. Nyie nao mmezidi. <totitikana> wamani, nawapia mtaachika mpaka muandamane, haki ya Mungu. <totitikana> hata kama mnanipa hela na wachapa, na nanyie kidogo. Kina baba ni wachape, nisiwachape <totitikana> <totitikana> Tuache, tuache napata dhambi. Wanawake wengi wa leo, wanawake wengi wa leo kabla ya kuolewa hawajui kwa nini wanaolewa. Kesho wanawake wengi wa leo kabla ya kuolewa hawajui kwa nini wanaolewa. Nadhani kama mngekuwa mnajua kwa nini mnaolewa, hizi talaka msingekuwa mnazipata. Mwanamke anayejiamini aliyenyumbulika mwanamke anayejijua akijitengeneza, anajua kuyatumia macho, anajua kukitumia kiuno, anajua kutumia tumbo. Mwanamke anayejijua hawezi nyinyiamna mwanaume anampenda mwanamke mzima, kuna kitu kimoja anakipenda zaidi kuliko kingine. Hapa kuna wanawake kwenye ndoa na mwaka 30, kwenye ndoa na mwaka wa 30. Hajui mume wake anampenda jicho. Fanya kwanza uchunguzi ni kiungo gani kwenye mwili mume wangu kinamuumiza. Alafu kitumie hicho sasa. Ukishajua mume wangu anaumizwa nikikanyaga kushoto, kuna tikisika kulia, basi usiku walaze watoto mapema mwekee meza yake ya chakula. Hata kumtengea mume wako chakula, umevaa nikabu na hijabu, unakuta sahani ya mboga umeweka huko, asimea karibu chakula ule. A, a, vaa taiti ili umtaiti vizuri <laughs> useme la ilaha illallah la ilaha illa Allah. <coughs> Naomba nimalizie hapa, semeni ni insha Allah. Naomba nimalizie, sijamaliza. <coughs> Mwanamke anayejitambua lazima ujue mme wangu mimi. Kwenye Nabii Ayubu alisema wazi, nampenda Rahma, lakini na nywele zake nazipenda zaidi. Rahma alikuwa na nywele zinafika kiunoni, na Rahma alikuwa akiwa mbele ya Nabii Ayubu, anaziachia zile nywele, Nabii Ayubu analewa Ukijua, kijua mme wangu anapenda mzigo wangu niliyobeba basi, ufika pale mbele, wewe jiachie, wejiacie mme wangu anapenda jicho, basi ufika pale mbele, wewe jiachie namna hii, jiachie. Na nitawaletea mfano, semeni inshallah. Mwanamke anajijua, lazima uwe na sauti hizo. Kuna sauti ya kulia msibani Ya mume, ya kulia mbele ya mume. Unaenda kulia msibani. Na nyinyi wanaume hawa, wanawake mnawaruhusu wafanye biashara, mtasaidiwa nini? Hajakataza msifanye biashara, lakini je, vitimbi vya sokoni mtaviweza? Nyinyi wanawake, sokoni kuna vitimbi, sokoni kuna watu wanajua kutongoza wewe elfu kumi alafu anapewa chenji elfu tatu Akipewa elfu tatu unasikia hiyo, nimekupa zawadi, hiyo ni soda. Huyu mwanamke asivyokuwa na maarifa, tusikia jamani, huyu kaka naro, jioni asante. <laughs> Tu yake, karibu mteja wangu, karibu nyani hizi yabakari. Ujawahi kumtetea mume wako hivi, hata siku hata hiyo? <laughs> ukisimama mbele ya mume wako kama mgambo nemanispa. Hata msamaha ujawahi kumwomba msamaha mume wako? Ukimwomba msamaha ni wa kumsimanga, nisamehe, nimesema